Ila kwenye maombi ya kukesha haupo, maombi ya kumtumikia Mungu haupo, muda binafsi wa Mungu haupo, ila unao muda binafsi wa kwako. Kama ni kuchati, unaweza kuchati risali moja. Bwana asifiwe. Kama ni kuongea, unaweza kuongea risali moja, ila kukesha na Mungu hata risali moja huwezi. Bwana asifiwe, watumishi wa Bwana. Ndio anakuambia Mungu kwamba tukeshe pamoja naye kukesha tukakesha, toka asubuhi au mpaka jioni usiku, au mpaka asubuhi? Hapana, kuwa na muda binafsi wa kumtafuta Mungu. Kama ni jioni, basi umetenga muda wako wa jioni, mtafute Mungu jioni, kwamba Mungu, hii jioni nitamtafuta Mungu kila sawasawa mpaka nikuone, kwa sababu umetenga muda moja tu, lisani moja, kwamba Mungu, kwenye hili lisana natamani nikuone, naye Mungu ataonekana, kwa sababu umetenga muda na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sifiwe watumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Hicho kitu watu wengi hatukifanyi. Kwenye jioni jioni sisi kwenye Biblia hapa ni kusoma soma. Inasema jioni kuanzia saa moja ile hadi saa nne ni mida jioni ya kumtafuta Mungu. Hiyo mida hiyo ndio ambayo tunaomba wakati tunaenda kulala. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba wakati tunaenda kulala hiyo jioni saa moja hadi saa nne. Watu wengi wa- wawaga wonge wanaomba vitu vya kawaida, nayo matokeo ya majibu ya jioni, matokeo ya majibu ya jioni waga yanakuwaga na ni ya kawaida ya viwango vya kawaida sana. Ukiwa naomba mida ya kulala, matokeo yake yanakuwaga na ya kawaida sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, watumishi wa Bwana wa kwa sababu tunakuwa na muda mchache sana wa kuomba dakika mwingine anaweza kuomba dakika 30 mwingine akaomba dakika tano akaomba dakika mbili akaenda kulala sawa. Bwana Yesu asifiwe, huo muda tunakuwa na matokeo ya kawaida sana, kwa sababu ya kuomba jioni. Bwana asifiwe, watumishi wa Bwana, Bwana asifiwe. Na ukiwa unaomba jioni, kwa sababu gani kutakuwa na matokeo ya kawaida? sababu tunaomba kwa Mungu Baba kwamba Mungu, unaomba usiku uwe pamoja nami, kuwa pamoja na watumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mida ambayo tunaenda kuomba kwa Mungu Baba, kwa sababu sisi hatujui wakati wowote ule hapa duniani tunapita. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya jioni, ukitazimini, lazima uombe kwa nyakati kwamba mimi, Mungu Baba, sijui kesho yangu, sijui usiku tabwete, Baba, hata kama nitaondoka niondoke katika wewe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi waga nakusia sana, ukiwa naomba maombi ya jioni, oma kama baba, hata kama utanitoa leo, niondoke katika wewe. Bwana Yesu asifiwe. Oma toba mbele za Mungu kwamba Mungu kama atakuchukua, ataku akuchukue katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wata tunaomba kawaida baba, nilinde baba, niponye baba, nilinde.